Ugonjwa wa trikomona au kwa kizungu e, trichomoniasis ni mojawapo ya magonjwa ya zinaa ambayo yanawapata wanaume na wanawake kwa ujumla. Ugonjwa huu una unasababishwa na kimelea anaitwa Trikomona vaginalis. ni kimelea ambaye kama mnavyosikia eh, wakiukeniukeni lakini pia mwanaume anaweza akapatwa na eh, maambukizi ya huu ugonjwa wa trikomona. Ugonjwa wa trikomona kama nilivyosema, ni, ni ugonjwa wa zinaa unaambukiza unaambukizwa na unasababishwa na huyu kimelea trichomonas vaginasis. Mtu mwenye ugonjwa huu mwanamke mwana mwenye ugonjwa wa trikomona, karibia nusu, nusu ya wanawake wanakuwa hawa, hawapati dalili, hawajisikii badiliko lolote kwenye mfumo wa uzazi, kwenye uke au kwenye, kwenye, kwenye nyonga. Lakini kama dalili zitajitokeza, zita, zita mwanamke atakuwa na, na dalili za kupatwa miwasho kutokwa na maji maji meupe meupe naweza kawa ya, ya njano, njano au ya brauni brauni ambao unatoka ukeni. Uke unakuwa unauma, uke unauma, unakuwa kama vile unawaka waka moto. Maumivu kwenye mapenzi, hamu ya mapenzi kupungua, na pale kwenye mdomo, pale kwenye mashavu, pale kwenye mashavu hasa mashavu ya ndani ile sehemu laini laini pale eh, kuna kuwaga na, na vijipele fulani hivi vidogo vidogo vikundu vikundu vinaotaota vingi pale ambavyo ukivishika vinauma na vinawasha. Hiyo pia ni mojawapo ya dalili eh, ya ugonjwa wa trikomona. Lakini pia kama trikomona vimelea ni wengi hawajatibiwa ha vizuri, wanaweza wakapelekea maambukizi kwenye nyonga naweza ikapelekea mwanamke akapata PID akapata maambukizi kwenye, e, kwenye kizazi nyuma ya kizazi nyuma ya uke na akapata maambukizi kwenye mirija. Lakini pia kama haijatibiwa ha, pia mwanamke anza kapata maumivu ya kiuno maumivu ya nyonga na maumivu ya tumbo e, chini ya kitovu. Ugonjwa huu wa trikomona kama nilivyosema, ni ugonjwa ambao unaambukiza kwa hiyo namna ya kupata huu ugonjwa kwa wanawake ni wale ambao wana wapenzi wengi, wale wanaofanya biashara ya kujiuza, wanawake ambao wana wanaume ambao ambao ni malaya, wanaume wanaofanya mapenzi na wanawake wengi, wanaweza wakamletea mwanamke wake ugonjwa wa trikomona. Kwa maana hiyo ili kuweza kujikinga na huu ugonjwa ni lazima kubaki, njia kuu ni lazima mwanamke kwa mwanaume kutulia na mpenzi mmoja, kutumia kinga wakati wote ambao una mashaka, lakini kuacha kufanya ngono e, kama unaweza, ili usiweze kupata maambukizi, usiweze kupata ugonjwa huu wa trikomona. Lakini ugonjwa wa trikomona ukitaka tu kugundua ni rahisi sana mwanamke hmm. Utapima uta mkojo, mwanamke kwa mwanaume utapimwa mkojo pamoja na majimaji ya ukeni. Mwanaume pia atapimwa mkojo pamoja na majimaji ambayo atayatoa uumeni, e, ili kuweza kuwaangalia, e, na kuwaona, e, hao vimelea wanaoleta ugonjwa wa trikomona. Na huu ugonjwa ukishagundulika, dawa zake ni simple za kawaida dawa za kutumia tu kwa muda wa wiki moja, ugonjwa utakuwa umeondoka umeisha kabisa kabisa. Ndugu zanguni, e, ugonjwa huu ni ugonjwa wa zinaa. Kwa hiyo ugonjwa wa zinaa unaambukizwa kupitia ngono zembe na mtu mwenye ugonjwa wa trikomona, lakini njia kuu ili msiweze kupata magonjwa haya. Lakini unapopata ugonjwa huu, hakikisha na mwenza wako anatibiwa ili kuondoa kabisa maambukizi katika familia yenu, kwa sababu a, akitibiwa mmoja alafu mwingine hujamtibu maana yake ni kwamba ugonjwa bado upo, mkikutana tena utauchukua na utapata maambukizi. Kwa hiyo akiumia mmoja wameumia wote, akitibiwa mmoja watibiwa wote. Hii ndio namna pekee ambayo utaweza kumaliza e, ugonjwa wa trikomona. Na huu ugonjwa ndugu zangu, kwa mnaopata hizo dalili, hiyo sio UTI sio fungus, sio PID, ni trikomona. Kama trikomona, nendeni mkafanye vipimo sehemu sahihi na mtaalamu sahihi aweze kuwaelezea ili muweze muweze kuelewa.